Shukrani sana. Jambo kubwa kwanza tunachomshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumefika salama, tuko hapa salama. Na kwa ujumla maandalizi yameenda vizuri. Tuko tayari kwa mchezo wa kesho. Tuko kwamba kwa ile kwa kwa, kama swala kufika daraja kwetu sisi halipo kwa hii sasa sababu ingine naweza kusema timu ambazo zinashuka daraja tayari zimeshaonekana tayari. Zote zimeonekana. Jambo kubwa ni kwamba hatuko katika nafasi nzuri sana lakini tunenye nafasi ambazo tunapambana. Ebu kila timu inapambana kwa kisha kwa kwamba natoka chini kwenda juu na kwa, tajuna, kwa yam, sisi kama ulivyosema sehemu nzuri sana ya kubaki, kwamba tuko kwenye msimu ujao, lakini nasema bado ndio mapambano, kwa sababu ligi bado ina mechi nne mkononi. Kwa hiyo bado nafasi tunayo ya kuhakikisha kwamba pamba inabaki ligi. Nafahamu kwamba ni mchezo mgumu, kwa sababu tunakutana na timu ambayo ni nzuri, mefanya usajili mzuri na naheshimu kwa hiyo, lakini kikubwa ni kwamba sisi pia tuna timu nzuri, naandaa vijana vizuri, basi naamini kwamba kesho kama watafanya yale ambayo tumewaelekeza sababu, so, Simba kwamba wanacheza mpira mpira mzuri ya mbali ya mazoezi, kufanya mazoezi kwa bidii, wao kiakili, wao timamu vizuri, kila wakati. Mechi za mwisho kama hizi mara nyingi wenye kuamua ni players wenyewe, so tunawajenga kwa hilo, kuhakikisha kwamba kila mchezaji anapata nafasi, kuhakikisha kwamba anaipigania Pamba. Hakuna kingine kama kocha, siku zote unajua unafanya kazi hiyo ambayo usichoke, kwa sababu unajua, tunajaribu kufanya masahihisho kote kote, kila baada ya mchezo unapokwisha unafanya masahihisho. Nadhani kuna mechi ambazo tumepata matokeo mazuri, kuna baadhi ya mechi tumeziharibu, na kama ulivyosema, kuna baadhi ya mechi tumetengeneza nafasi hatukuzitumia vizuri. Kwa hiyo kila wakati kwenye mazoezi tunazifanyia mazoezi mambo ya finishing, tunafanya yote, tunafanya kazi kubwa, ni kwamba Nakuenda pale uwanjani kuakisha kwamba mchezaji alitimiza yale ambayo inafanya kazi kwenye mazoezi. Kikubwa kwamba kwanza, naweza na kusema kwamba na, na, penda kuambia wananchi wa, wetu wa Pamba ambao wako Dar es Salaam na wa mikoani watuombee dua tufanye kazi vizuri kesho, na wale ambao wako Dar es Salaam kesho, kama kawaida yao wasichoke, waje kwa wingi uwanjani kuja kutupa sapoti, mishi siku tupate alama tatu.